Unaambiwa Barcelona ni wazuri wakitokea nyuma. Yani usiombe kuwatangulia FC Barcelona, utajuta. Wazee wa comeback washamaliza kazi yao eh bwana. Katika mechi ya ligi kuu ya nchini Uhispania, La Liga Santander, Real Valladolid wakimkaribisha FC Barcelona. Dakika sita ya mchezo, Valladolid wanatangulia kupitia mchezaji Ivan Sanchez, anaweka goli la kwanza akipokea asisti yake Raul Moro. Mpira likaendelea kupigwa, Barcelona wakilitafuta lango la Real Madrid bila mafanikio yoyote, mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinatamatika, Real Madrid wakiongoza goli moja kwa sifuri dhidi ya FC Barcelona. Katika dakika 45 za kipindi cha pili FC Barcelona baada ya kufanya mabadiliko kadhaa ya kuingiza vyuma kazi ikaanza kufanyika. Dakika 54 ya mchezo Rafinha anaandika goli la kwanza kwa FC Barcelona goli la kwanza, na kusawazisha. Dakika ya sitini na moja ya mchezo Fermin Lopez anaweka goli la pili kwa FC Barcelona, goli ambalo linadumu mpaka tisini dakika zinapotamatika. Matokeo haya yanaendelea kuiweka FC Barcelona katika nafasi ya kwanza katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Uhispania ukiwa na alama sabini na tisa katika michezo thelathini na nne waliocheza mchezo mmoja mbele mchezo mmoja mbele ya Real Madrid maasimu wao ambao wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na alama sabini na mbili katika michezo 33 waliocheza mpaka sasa, huku nafasi ya tatu ikishikiliwa na Atletico Madrid mwenye alama 67 katika michezo 34. Athletic Club iko nafasi ya nne ikiwa na alama 60 katika michezo 33 waliocheza mpaka sasa, huku Villarreal ikiwa nafasi ya tano ikiwa na alama 58 katika michezo 34 waliocheza mkiani iko Real Valladolid ambayo ina alama 16 katika michezo 34 ulocheza mpaka sasa. Vipi ulionaje performance ya, vipi ulionaje performance ya FC Barcelona katika mchezo huu leo? Drop your comment, comment. ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super TV ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.